Jana kwa naongea na Mheshimiwa waziri wa ujenzi, baada ya kuona video moja ya mama dereva mmoja amenyanyaswa kwenye mzani, ikawa namwambia kule tuendako, nadhani tuna sababu ya kuangalia mifumo yetu, kwamba hivi kuna ulazima wa mzani tu kuangalia uzito, kuwe na watu tisa kamwambia hiyo itapunguza ajira, lakini itapunguza human intervention, na kwa hiyo itaondoa mianya ya rushwa kwenye mazingira mengine. Hivi vitu ni, ni ubunifu ambao watu wanayo. Nimeenda kuangalia pale, nimekuta vijana wametengeneza jiko kwa ajili ya kupikia gesi, nimeundwa moshi pale. Nimemwambia waziri watu wangu wale wakutane nao tuwaingize kwenye mpango wa clean cooking. Hao watu waende kwa spidi, wazalishe majiko mengi zaidi ili tuwapelekee watu nimeangalia mabinti wapo pale wanatengeneza ngozi mabegi mazuri. Ni kwamba tu kwa sababu watu wanapenda kununua brandi badala ya ubora. Ingekuwa hiyo brandi imekuwa kubwa, ingekuwa inakimbiliwa duniani kote. Wametengeneza prodakti nzuri, na mimi nawaomba, nendeni na mkawatembelee, mkaone wametoa wapi ufundi, wametoa kwenye vyuo vyetu vya VETA. Kuna uwezo mkubwa wa kubadilisha nchi yetu, kama wote tutakubaliana kwamba watoto wetu wapate stadi fulani kwa ajili ya kubadilisha maisha, na mtoto aangaliwe kitu gani anakipenda wakati wa kujifunza kwake katika elimu. Unapokuwa unafanya career development na monitoring ya mtoto, unamwangalia maisha yake shuleni, anapenda nini, huyo mwelekeze kwenye hicho anachokipenda, kwa kuperfect, kumpitisha kwenye mafunzo haya ya stadi, ili kesho aweze kuwa na maana zaidi kwenye maisha yako.